Kwa ajili so, so, ya haya yote ambayo imefanyika hapa, kabla sija kilako kupi kutoa katika maandiko, niwashukuru sana. Nimeona mambo mengi na makubwa ulioyafanya, na haya yote tumefanikiwa kwa sababu ya shirika la misha etroli. Bila hawa watu, kwa matendo yao yenye rehema, tusingeweza k kwa heshima mbele za Mungu kwa niaba ya kanisa la mareetanzania magharibi tunaendelea kuwashukuru sana misheani kwa huduma yenu njema kwaikia watu kwa vitendo. Basi kama kanisa tumeshikia nao kutoa ushirikiano kadri inavyowezekana, na nashukuru sana kwa vita sana sana aetoane pamoja na kundi lako lote kwajili ajili kwa uh, kwa kuungana na polisi kuweza kutoa huduma kwa jamii yetu. Asanteni sana, mbariki sana. Niko kwa niaba ya kanisa la Moravian Tanzania, halmashauri kuu, katika semina hii, kuangalia yanaendelea na kufanyika. Makamu mwenyekiti ni alifungua semina hii

wamehusika wameshiriki nasi, wakawa na jambo la kusema, wakawa na mchango wao, na tunajisikia fahari kwamba natambua kwamba taasisi ya kidini kanisa inapenda kazi ambao pia kwao ilikudaikikai kuo. Tunashukuru sana kwa kutupa moyo na kutuunga mkono katika tunayofanya. Maneno ya mla moto yasoma katika kibanda fupi yanatoka katika Walaka wa kwanza wa Yohana sulaile ya tatu mstari wa kumi na saba Walaka wa kwanza wa Yohana sula ya tatu mstari wa kumi na saba waliapa Mungu na sema, lakini takiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji akamzuilia huruma yake je upendo wa Mungu wakaje ndani yake huyo upendo wa Mungu wakaje ndani ya mtu ambaye ana kitu lakini anamwona ndugu yake ni mhitaji alafu hawezi kutoa paja ndugu yake penda Mungu hapo. Maneno haya yanatudhihirishia wazi kwamba tunahitaji kuhudumiana kati ya walionacho na wasionacho, na lengo la kuhudumiana ni kuleta mabadiliko chanya yatakayotusaidia tufike katika hatua ambayo sote tunaweza kufurahia maisha katika sayari hii tuliopewa tuishi. Tunapokuja pamoja kama watu ungwa kwa mfano wa Mungu tulio na usawa mbele za Mungu, walionacho na wasionacho wakikaa pamoja, wakashirikiana, tunapata jamii ambayo ina upendo, hakuna madaraja, hakuna ubaguzi. Kanisa la Moreno Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi limejikita katika huduma ya kuwafikia watu wa madaraja yote kiroho na kimwili. Kiroho ni kuhubiri Injili sana na japo mbili Injili na huu wito na ni msingi wa utumishi wetu kama Yesu na alivyotuagiza liye mwasisi wa Ukristo. Lakini kimwili tunawafikia watu katika mahitaji yao ukishirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhudumia watu wa madaraja yote, kutoa elimu, kuhudumia makundi maarufu kama haya ambayo sasa tuko hapa katika laiambarali, lengo kubwa likiwa ni kuleta usawa ambao Mungu amekusudia kwa watu aniwauma hata kama mtu ana ulemavu lakini kuna usaa ambao awakosa kufikia afurahie, asijute katika hali lumeo ya ulemavu, asijute aione furaha, afurahie maisha kama mwingine. Kama ni elimu apate elimu, kama ni fedha apate fedha, kama ni heshima apate heshima. Sasa katika mchakato mzima huo, wapo watu waliopewa elimu wanapaswa kuchia elimu kwa watu wasio na elimu. Wako watu waliopewa fedha, wanapata kutumia fedha zao kuwasaidia wasio na fedha, waweze kupata taaluma itakayoondolea hali fulani ya umaskini katika maisha yao. Tunashukuru sana serikali kwa kungana nasi kama kanisa, nilie kusema hili jukumu la serikali kabisa, lakini za dini zimeingia kati kusaidia serikali kufikia malengo ya kusudiwa kutoa huduma kwa makundi yote. Tunapofanya haya, niombe nitoe ombi kwa wote walio matajiri ambao wana pesa kuweka mkono wao kwa makundi haya. Kwa hiyo ina uhitaji wa pesa yakuendesha hizi shughuli pamoja na msukumo mkubwa ambao tumepata kutuka shilamisha tetano kama kanisa, lakini bado uhitaji unahitajika wa pesa pesa. Wale tulio matajiri tutoe pesa zetu kusaidia hili kundi. Na haya mambo yanazungumzika katika Timotheo wa Kwanza sura sita kumi na saba Anasema walio matajiri wa ulimwengu huu wa sasa waagize, wasijivunie wala wasitumanie utajiri wao, bali wamtumanie Mungu ambaye vitu vyote anatupa vitu kwa wingi, ili tutumie kwa fana, watende mema, wale matajiri kwa kutenda mema, na wale tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo tulio napeza niombe ujivonaele watu wengi sana ambao ni matajiri. Hili kundi la watu wenye mahitaji maalum limeanza nyuma. Serikali inafanya kazi ya kusaidia, lakini hawezi kumfikia kila mmoja. Kanisa kupitia shirika la Mission tunafanya, tunafanya lakini tukafikia kila matajiri. Sasa naombeni mtusaidie, ili tuweze kufikia watu wengi na kuwabadilisha kupitia elimu ambayo inatolewa, tunahitaji fedha zitolewe, tuwekeze katika hilo. Ni huduma kubwa sana Mungu, ili hawa watu waweze kufurahia maisha katika dunia hii. Na pia nirudie kulisema neno ambayo nimesema meta, ameingia keta msingi sana ambacho lazima tuendelee kukihubiri kama kanisa na kulipia serikali na kusema kwamba mzigo wa kuwalea watu wenye mahitaji malo umeka na mwanamke, jambo ambalo si jema. Wanawake wanawake wametusha mzigo mzito sana, kuitenda hii kazi ya kuwahudumia watu wenye mahitaji malo. Akina baba tumekuwa nyuma. Naomba tusaidiane katika hii, isiwe kazi ya kina mama tu, tusaidiane pamoja na wakina mama. Wakinamama mengi sana wame, wameshindwa walipengine kutoka kiuchumi vizuri, kwa sababu mzigo umeachiwa. Naombeni sana, mm -hmm, tukae pamoja katika familia zetu, katika jamii zetu, tusaidiane tu ili jukumu ni la kuwasaidia hawa watu kutoka katika mazingira walionayo magumu, waje katika mazingira ambayo wanaweza kuona fulani upendo wa Mungu kupitia nafasi zetu. Natuipombe serikali yetu mali hapa tulipo pamoja na autu kwetu, lakini pia tunaombeni kwa yale yanaendelea mbele, kuna kuna ujenzi wa kituamali ikiwapendeza, kwa sababu ni kazi ambayo inahusu raia wetu na Watanzania ambao tunahudumia unaweza kuweka komen hapo, na tunashukuru kwamba hatubagui dini wala ha za mtu yoyote, madamu ni mtanzania ambaye yupo anaishi anawetaji huduma, tunawafikia hawa watu. Niujia kusema maneno haya ambayo yamesomwa katika waraka wa kwanza wa Yohana kwamba si vema kama una kitu ulicho nacho Usione fahari kuwa nacho, kutufunza tusaidiane, hapo pana upendo hasa wa Mungu. Amri kuu ambayo pia Yesu alisisitiza ni mbili, kumpenda Mungu, amaokakua konte sote lakini amri ya pili, kupenda jirani yako kama nafsi yako. Jirani yako ni yeyote unayemwona yupo anahitaji, msaidie na hili iku ni mamu sana. Na pia ndugu zangu ambao wamepata semina hii, wana wanasemna wote, naomba mtumie elimu ipata ili iwasaidie pia kuondoka katika mazingira fulani kwenda katika mazingira bora. Inawezekana kabisa. Tumeona kuna wengi walio na shida na ulemavu, lakini kupitia elimu ambayo kanisa imekawa nikitoka kwao kupitia polisi kwa msaada wa mishe katano, wamebadilika hata kwa kinawezekana. Jitahidi kuwekeza katika hilo, na Mungu akubariki sana. Tutatoka katika hali ngumu, kingie katika hali ya maisha ya kawaida na sote tunaweza kuona furaha, tuweza kupitia ndoto ambazo Mungu ametamani tufikie katika maisha yakioea. Baada ya maneno haya niwashukuru sana nyote ambao wamehudhuria semina hii. Nashukuru sana wakufunzi wote kwa vita, asanteni sana koliso. Lakini pia pekee kwa pekee, dada yetu Abia, tunakushukuru no sana, asante sana na choke pia afanya haya. Kama kanisa tunafikiri kufanya mali kubwa chini ya misheni yetu ya Mungu, wa kujenga senta kubwa sana pale jini.

Bwana Mungu awabariki sana mzanu wote, uendee kuombea kanisa laobeatuamausii magharibi. Kuna ndoto kubwa ambazo zipo ili tuweze kufikia watu wote kiroho na kimwili pia. Naomba mpango wa Mungu tukisaidia pamoja kulijenga taifa letu, taifa zuri, taifa lenye amani na utulivu katika kipindi chote. Basi baada ya maneno haya, inaomba kwa heshima kabisa mbele za Mungu.